Wiki mbili baada ya mojawapo ya matukio mabaya zaidi ya utekaji nyara shuleni kuwahi kutokea nchini Nigeria, hatimaye wazazi wa watoto zaidi ya 250 waliotoweka wameshikwa na ghadhabu kwa kile wanakiona kama mwitikio usio wa kasi kutoka kwa mamlaka husika za nchini humo. Hii ni Trigen Media. Sunday Bazali ambaye ni mmoja wa wakulima na baba wa watoto kumi na wawili ambaye mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka kumi na minne alikuwa miongoni mwa waliotekwa mnamo Novemba ishirini na moja katika kijiji cha mbali kaskazini mwa Nigeria amesema yeye hulala kwa shida na mkewe hulia kila mara akimfikiria mwanaye huyo. Mzazi huyo amesema kuwa kamwe hajafurahishwa na uwajibikaji wa polisi kwani waliambiwa tu wawe na subra na kwamba wanajaribu kuwaokoa watoto. Chama cha Kikristo cha Nigeria kilisema watoto mia tatu na watatu na wafanyikazi kumi na wawili wa shule walitekwa nyara na watu wenye silaha katika shule ya bweni ya St Mary's Catholic huko Papiri kitongoji katika jimbo la Niger. Wanafunzi hamsini walifanikiwa kutoroka muda mfupi baada ya kutekwa lakini tangu wakati huo kumekuwa hakuna habari kuhusu waliko au hali ya watoto wengine baadhi yao wakiwa na umri wa miaka sita pamoja na wafanyakazi wa shule shule hiyo ilikuwa inalindwa na walinzi wa kujitolea wasiokuwa na silaha ambao walikimbia washambuliaji hao walipowasili hili si tukio la kwanza la utekaji nchini nigeria kumekuwa na matukio mengine ikiwemo la wanafunzi wa shule ya chibok hii ni